Alikufa bwana mmoja alipokuwa anasoma Qur'an katika suratu Yasin, akafika katika kauli yake Mwenyezi Mungu, inni idha la fi dalalin mubin, roho ikatoka, kafa.

hakika mimi niko katika upotevu ulo wazi kabisa. Sasa kasoma Qurani kamalizia haya hiyo, roho imetoka yaani unamhukumu kwamba kwamba Qurani imesha muhukumu kwamba ah, kwamba yeye yuko katika upotevu mkubwa. Mungu akutaka ataongeze, kamwondoa pale pale katika upotevu wake mkubwa. Alikuwa na sali bure maskini, ibada zote zilikuwa nazifanya mandhura kuni watu wanamtangazia, wan... kuna baadhi ya mambo hamuyajui wanadamu, wanayajua Mwenyezi Mungu. Ni sirrun dafinun bainahu wa baina rab... wa baina abdi. Kafa yule bwana, watoto wake wamekuwa mahmumin wa maghmumin wa mahzunin wa wanajadili, swala lile imekuwaje? baba yetu anaondoka ulimwenguni, kilima chake cha mwisho inni idha idhal la fi dalalin mubin Ndo maneno yake ya mwisho haya, hakika mi niko katika upotevu uliokuwa wazi wazi kabisa. Upotevu gani? akana sahiran amjad dajalan, alikuwa mchawi baba yetu, alikuwa dajali, kahin alikuwaje, lima yuktamu bi hadhihi alaya, mbona anamaliziwa umri wake na, wa na maneno haya, basi wasiwasi ule uliwafanya mpaka Mwenyezi Mungu siku moja akawajalia wakamuota baba yao katika usingizi

Nilipi lilokujulisheni kwamba mimi nimemaliziwa umri wangu na aya hiyo? Nani aliwaambia kwamba ndio ilikuwa aya ya haya mwisho? Baada mauti roho ilipotoka tu baada ya kusoma maneno yale inni idhan la fi dhalalin mubin, niliingia kaburini. Mliponizika walinijia malaika wawili wakaniuliza man rabbuka nikawajibu kwa kuendelea kwa kisomo changu kile kile nilichoondokea katika ulimwengu. Na aya inayofuata ni aya gani, Waislam? inni amantu uh, birabbikum fasmaun, hakika mimi nimemwamini mola wenu, nisikilizeni. Niliendelea kwa hayo na wao hawakusita pale, nao wakanijibu, qila dukhulil jannata, ingia peponi bwana mkubwa. Mimi nikasema tena, qala ya laita qaumi yalamun let watu wangu wangejua. Wale walikuwa wanazungumza huko mitaani, ah, kaondoka inni ida mubin kaondoka, na aya hiyo kwamba ana mwisho mwovu motoni. yaraita aumi yalamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min almukramin. Kwa hiyo sikumaliziwa aya hiyo, nilipokufa nilikuwa naendelea kuisoma tu tu sura Yasin. Sasa kuna baadhi ya mambo sisi tunaweza kuyahukumu kwa dhahiri lakini Mwenyezi Mungu anajua ndani yake, batini mambo yale yako vipi, tumwachie mwenyewe. <laughs> Akikelishwa na kuwekwa katika kabri na mwana wa ndani na kulazwa, wanakuja malaika wawili, Munkar na Nakir, wanamuuliza man na rabuka, mula wako nani? Fayaqulu Allahu rabbi

atawapa nguvu na kuwathibitisha Mwenyezi Mungu walioamini, lakini sio kila mtu. Alladhina amanu bilqauli thabit, qauli thabit ya majibu ya masuala watakayoulizwa kule kaburini. Hii ndio tathbitu sual fi lhayati dunya, huko duniani, wa fi alakhirah

alislamu dini hii ndio fitna ya kaburini. E, ikiwa sio mumin alioulizwa ni fasik, atakuja malaika kama alivyomjia mtu mwema yule, atamuuliza man rabuk fayaqul h Ha, la adri ka kilma hiki Bwana Mtume kakitoa ha, ha, la adri na haha ha, ni, ni, ni uslub ya mtu ambaye hakusoma kitu katika masuala atakayoulizwa shafawi. Kuna mtihani shafawi na, na tahriri. Mti, mtihani wa kuandika na mtihani wa kujibu kwa mdomo. Sasa mtihani wa kujibu kwa mdomo, unapomuuliza mwanafunzi kama arkanul islam atakujibu uh, uh, na lile jibu atakalotoa hakuna jibu pale. Sasa kila kile kile bwana mtume kakitumia kwa mtu atakayeulizwa suala hili, akiwa uh, yeye sio mumin halis, atajibu ha ha, yani kana mtu analitafuta lile jibu na halipo na hawezi kulipata, kisha mwisho atasemaje la adri, na ndo malizikia hapo.

ya ha ha, la adli atapigwa chuma kimoja cha kichwa, atapiga ukelele. Ukelele ule atausikia kila kiumbe isipokuwa mwanadamu, hatosikia Ya Rasulullah, mwanadamu peke yake hasikii. Naam, na hiyo ni neema ya Mwenyezi Mungu kwamba hatusikii yanayojiri katika makaburi Ya Rasulullah. kaifa lau samiaha al-insan. Je, kama mwanadamu angeliusikia ukelele huo ingekuwaje? Mtume anajibu, walau samiaha linsan la saika na laitani, angehusikia ukelele huo mwanadamu angelipoteza fahamu na pengine akaondoka duniani kwa ukelele aliosikia kwa mwenzake tu alopigwa nyundo ile. Sasa alopigwa nyundo katoa ukelele, Mwingine ambaye hakupigwa kaanguka, kapoteza akili na fahamu, na roho imetoka. Je, mwenye kupigwa hasa itakuwaje? Basi Mtume anasema fayaqulu h ha, ha, la adri, fayaqulu wala darait, wala hutojua jua, huko takuja kujua hapa, wala darait, wala hukojua Yudrabu bihi, anapigwa na chuma kile. Lau dhiribat bihi jabala lasara turaba, kama kile chuma kingepigwa katika jabali basi lingekuwa mchanga. Lakini inapigwa kichwa chake jabali kama Ohod, lingepigwa mitraka ambayo malaika wamekichukua chuma kile wakakupigia wewe ingepigiwa haji habali ingekuwa mchanga. Leo kinapigwa juu ya kichwa chako kwa sababu tu umeshindwa kujibu masuala matatu ambayo huku duniani ulikuwa unafanya mazoezi na unadurusu na unamuuliza mwenzako mazbut, unasema naam, mazbut, karir, una kariri tena, Allahu rabbi alislamu dini Muhammad nabii, lakini unafika kule zote zinaruka. limadha wa inda limtihani yukramu lmaru au yuhani huo ni mtihani mkubwa. Hii ndo fitnatul qabr.